Lakini kwenye ukatili wa kingono sawa, eh? sinaelewana eh? hata kumwonyesha mwenzio ishara za kama unamtamani mtamani, hiv unamkonyeza konyeza na nini, so, hivo, eh? msemi, si wanaume wanafanya hivo, mbona msemi, si vipo hivo sasa. Tunaenda kwenye ukatili wa kisaikolojia. Hapa ndo kuna shida hapa, mnahitana, mnaitana majina mabaya hapa mnataniana Sawa, tunaelewane eh? mwenzako akikosa darasani, akijibu swali ya kikosa, ukimcheka ni kosa. Tunaelewane? Ukimkosa, ukimcheka ni ni kosa. Ukimtania mwenzako, ukimwita majina mabaya, anaathirika kisaikolojia na kiakili. Mwisho wa siku, hata performance yake darasani nashuka. Kuna wazazi nyumbani wanawatukana watoto wanaita majina mabaya, mzazi anamwita wee mbwa. Kama we mbwa, na mzazi naye e? <laughs> si ndio jamani? Majina majinama yanaleta, mtoto anaathirika kisaikolojia hata child development inakuwa ndogo. Ustawi wa mtoto una, una, una, mtoto anaathirika kisaikolojia hata ukuaji wake unakuwa wa mashaka mashaka. Sawa eh? Mwalimu, mtoto akija akija shule, ukimwona mtoto alikuwa na perform vizuri au alikuwa amechangamka, sio, sio kimya sana, afu amebadilika ghafla, mfanyeni uchunguzi, mtaona kuna shida. Sasa kila mtoto na performance yake inashuka, inawezekana nyumbani anafanywa vitendo vya ukatili, lakini watoto wanaogopa kusema. Itume tume imetufungua mambo mengi sana, kwa siku ya leo imetuondoa uoga maana watu wengi sana walikuwa na yayasika majumbani, lakini walikuwa na uoga wa kutoa taarifa katika vituo sahihi vya huduma ya afya na sekta mbalimbali za za haki za binadamu. Pia hii klabu ambayo itaenda kuanzishwa, ina mchango mkubwa kwetu, kwa kuwa tutakuwa tunahimizana kukomesha taratibu zote za ukatili wa kijinsia majumbani unajua nchi inaweza kufanywa nini. Si ndio? Kwanza nchi inaonekana izingatie yake za binadamu. Hamna kitu kinafanyika dhidi ya hiyo nchi. Inafanyika. Unaweza kuwezo kuwekewa vikwazo. Unaweza ka waka... Ingine unaweza kaingia hata kijeshi. Eh? Yeah. Ile ile Security Council ya ya UN. Inaweza kaamua kwamba nchi fulani na wazingatie yake za binadamu, wanakuja tu demokrasia, wanatumia kufanya democratization.